Maadhimisho ya sikukuu ya jamhuri yafanyika Garba Tulla. Sikukuu ya kuadhimisha miaka 62 tangu taifa hili kuwa jamhuri imefanyika katika wadi ya Garba Tulla, kaunti ya Isiolo. Sherehe hizo zilipambwa kwa nyimbo na densi kutoka kwa vikundi mbalimbali vya akina mama. Akiwahutubia wakaazi wa eneo hilo, kamishna wa gatuzi la Isiolo David Kiprop ametangaza kuwa wafugaji wanaowaingiza mifugo wao katika eneo la Kom bila ruhusa ya wenyeji kuwa serikali itawakabili vilivyo, ambao wameweza kwenda kule sehemu za Kom e, kupitia e, e, bila ya ruhusa ya wenyeji wananchi wetu wa Kiborana wa kule sehemu za Kom, tume, tumewapa muda wa kuondoka kwa sababu wameingia wame kule Kom kwa nguvu, na tumewauliza waondoke. Tumewapa muda na muda huo umekwisha ume, ume, ume umeyoyoma. kufikia kesho, kama hawatakuwa wameondoka, sisi kama serikali hatutakuwa na lingine, hatutakuwa na budi ila kwenda kule na, ku, na kuwatoa kuwa, kuwa kwa nguvu kama kama walienda kule kwa nguvu, nafikiria lugha ile itaeleweka pale, ni sisi kama serikali kwenda kule na kuwatoa kwa nguvu. Lakini najua bado kuna masaa machache, ningependa kama wananisikia kupitia kwa viongozi wao, ya kwamba kufikia siku ya ya Jumapili. Ama, ama mwisho wa siku ya kesho ya Jumamosi kama hawatakuwa wameondoka, kama serikali tutalazimika kwenda kule na tutawatoa kwa nguvu. Kwa upande wake gavana wa Isiolo Abdi Ibrahim Hassan amewahimiza jamii kuishi kwa amani na ujirani mwema, huku akimshukuru mwakilishi wadi ya Kinna Abdinur Dima kwa kuandaa kikao cha usalama kuhakikisha amani inadumu katika maeneo hayo. Kama majirani tupendane kama madumu, waheshimiwa na wod kutoka barabara na wazee ambao wameongoza hiyo kikao wakiongozwa na mzee Osman Dima pamoja na mzee kutoka auna na sekuriti timu yetu ya Garba Tulla, asanteni sana. Naye mwakilishi wa kina mama Bi Mumina Bonaya amielekezea kidole cha lawama kamati ya usalama kwa kulegeza kamba kupambana na wezi wa mifugo ambao wameoiba mifugo kadhaa wiki chache zilizopita na kuongeza kuwa maeneo ya Gafarsa, Malkadaka na Iresa Boru itaunganishwa na umeme hivi karibuni huku maeneo kumi na mbili hapa Isiolo itaunganishwa na mtandao wa simu. Na wao hakuna vile ngombe mia mbili inatolewa kwa market, inatolewa tu roba inaondoka inaenda kabisa kabisa. Tuko kwa security town hakuna vile so I want to say and I'm normally not combative by the the way but on, be, security, you slept on your job kindly wake up and smell the coffee Wakati huo huo, mwakilishi wadi ya Garbatula Abdirashid Diba ametoa wito kwa kamishna wa kaunti kushirikiana na gavana wa Isiolo kuhakikisha wakazi ambao ardhi yao ilitengwa kwa ajili ya ujenzi wa barabara wanafidiwa kwa wakati ufao. Ni wakati wa Garbatula, nasikia fomu iko hapa Garbatula, lakini imeshindwa kufikia wengine, tunapaka kwa zaidi ya wiki moja hawa watu wa Garba Tulla waweze kupata compensation yao kwa wakati. Kuna wale wamama wamerent hizo manyumba, pesa ya rent pia mpaka sahii hawakupata. So bwana county commissioner, shirikiana na gavana wetu ndio hawa watu waweze kupata pesa yao kwa wakati, ndio waweze wafanye shughuli ya kawaida. Ni kiripotia Runinga ya Waso Langoje na nani Hussein Morangeri Guyo, Runinga ya Waso, ya kujuza na kukuburudisha.